Hii awe. Awe. Awe. Nchi yetu sisi Mena, South Africa. Nchi yetu sisi wosumeiona tu vekamata leo. Kwetu kama kwao. Na tumetamba pande zao. Umeingia nyumbani kwa mtu alafu umemchukulia mali yake, unaondoka kibabe, anabaki anabweka tu. Manake, jana tayari gani alikwambiaje? Usilie, wewe unalia sana, hifadhi kilio. Leo hujalia. Sijalia ia ilikuwa ni robo fainali tu sababu mechi ilikuwa na presha kubwa, lakini robo fainali ilikuwa ni mechi ngumu sana, na tulikuwa tuna mkwamu wa muda mrefu hapo kwenye robo fainali. Kwa hiyo ilikuwa lazima eh, machozi ya furaha yanitiririke. Hii nusu fainali niliamini tunavuka kwa sababu ya ubora wa timu yetu na maandalizi tuliowafanya tangu mechi ya kwanza. Na niliwaambia watu, kama hiyo risiti wanayo, niliwaambia watu waitoe. Wengi walimlaumu sana Jean Chale awa pale Zanzibar, lakini nikawaambia goli hili hili la Jean Chale awa ndilo ambalo litatupeleka fainali, na kweli yena yena nyama yuko fainali kwa goli la Jean Chale awa. Tuna nini? Si zaidi ya kuringa tumjini hapa, tumewavalisha pempasi wazuri, tumewafanya vibaya eh? Yes. Lingekuwa ni fedheha kubwa sana si Simba kutolewa na timu ya aina hii. Ni timu ambayo tunaimudu, ni timu ambayo e, tumeizidi kila kitu ni... After nusu fainali na viongozi wa Simba. Hii ni change. Hii ni change tunarudishia. Sasa naam tumeingia fainali. Tumelikuwa, nilikuambia siku ile yeah. Sio kuingia fainali hili tunalichukua, ndio mimi hapa nilipo. Ndiyo? Na iwaza Super Cup na Mamelodi Katara Eh?